Kim Media. Mwanamke mmoja alitambukia kwa majina ya Catherine Innocent Petro, huyu ana umri wa miaka ishirini na moja, ni mkulima na mkazi wa Omanda Kalunde, alifariki dunia baada ya kunywa sumu ya kuulia wadudu. Ni kwamba ilipofika tarehe kumi na nne majira saa nne za usiku, mume wa marehemu akiwa ametoka kwenye matembezi yake alimkuta mke wake huyu akiwa anagaragara nje ya nyumba yao na pia alikuwa akitapika, ndipo alipomhoji na amepatwa na kitu gani? Na mwanamke huyu alijibu kwamba amekunywa dawa ya kuulia wadudu. Mgonjwa huyu alipatiwa huduma ya kwanza katika zahanati ya Umanda na baada ya hapo alipewa rufaa ya kwenda hospitali ya Milambo, na ndugu alimchukua mgonjwa huyu na kumrudisha nyumbani badala ya kumpeleka katika hospitali aliyopewa rufaa. Ilipofika majira saa 12 jioni mwanamke huyo alifariki dunia akiwa nyumbani kwake. Chanzo cha tukio hili kimebainika ni wivu wa kimapenzi na hii ni kutokana na migogoro ya kifamilia waliokuwa nayo na mume wake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora pale inapojitokeza migogoro ya kifamilia na migogoro mingine kuepuka kujichukulia hatua mikononi ambazo ni kinyume za sheria ikiwemo kujidhuru kwa kujiua kama tukio hili ambalo limejitokea. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa KIMM Media.